Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu. Baada ya kumshukuru Allah akumswalia Mtume Muhammad, ndugu waandishi wa habari, jamaa wote ndioko hapa, sisi tumeletwa hapa au tumekuja hapa kwa jambo moja tu. Tunaomba mtusikilize lakini kabla sijaanza, nitoe pole kwanza kwa kile kilichotokea wakati ule wa maandamano. Kwa siku kadhaa, kuna watu walipoteza maisha yao, walikufa. Lakini kuna watu, kutokana na maandamano yale, wamepata wa umaskini na kama kwa umaskini wa milele, kwa sababu kuna mtu ameitafuta pesa kwa miaka thelathini mpaka arobaini, yani toka alipokuwa kijana mpaka amefika miaka 60 ndio ameipata ile pesa. Maandamano ya siku moja yamemfanya kuwa maskini. Kwa hiyo kote kumeathirika. Natoa pole kwa waliokufa, lakini natoa pole kwa wale walioharibiwa wali mali zao. Sasa mimi sitokuwa na mengi, nitaanza na methali. Tulikuwa tukiwa wadogo, wazazi wanatuambia anasema, mlima wa ngoliongo akwea mwenyewe ngoliongo Yaani, mlima wangoliongo ni zile nyuzi za buibui. Buibui ndio anatengeneza ule uzi, na hakuna ambaye anaweza kupanda au kukwea kwenye ule uzi zaidi yake yeye mwenyewe. Ngoma inayochezwa na Wakatoliki, wao wamekwisha jipanga kwa zaidi ya miezi tisa, wako kwenye finishi wanajua wanachokifanya na wala sio bahati mbaya. Ndio maana nawaomba sana walokole, nawaomba sana wasabato, madhehebu yote yale ya Kikristo ambayo sio Wakatoliki au hata ba... baadhi ya Wakatoliki ambao wanalichukia jambo hili, wasichezeshwe mdundo ambao hauwahusu. Inashangaza sana kuona na baadhi ya vijana wa Kiislamu Wamejitupa katika ngoma ambayo haiwagusu. Sisi hatuwaungi mkono wa Katoliki kwa sababu Katoliki halijawahi hata siku moja kuwa daraja la kuwaunganisha wananchi na serikali kokote duniani. Mahala ambapo utaona wakatoliki wanakupenda mtawala, jua kuna manufaa makubwa wanayachukua kutoka katika nchi hiyo. Mungu amrehemu Ilunga alitoa kauli ambayo bado inaishi kwenye mioyo yetu. Ilunga alisema, Mwenyezi Mungu amrehemu, ukiwa mtawali ukawaona Wakatoliki wanakupenda wanakusapoti, jua unawapa wanachotaka, na Wakatoliki wanapochukua wanachohitaji ni kikubwa kuliko wanachopata wenzao. Nchi hii, hata ukitembea mtaani, ukikuta sehemu ambayo kuna kanisa la la Wakatoliki ni zaidi ya viwanja arobaini vya msikiti au makanisa ya Kisabato. Imefika mahali mtu mmoja akasema Wakatoliki wana ardhi kubwa nchi hii, wakati mwingine kuliko hata serikali. Ukiwaona, narudia, naomba mnielewe, na haya maneno yangu msiyakate, yapelekeni hivi hivi. Mimi ni Muislamu. Kufa kwangu ni starehe zaidi kuliko kuishi. Wao wanapenda kuishi, ndio maana wanataka mali za duniani. Kama wao wanapenda kuishi, sisi tunapenda kufa, kwa sababu ndiyo sehemu inayotukutanisha na mola wetu. Ukiona Mkatoliki anakupenda anakusupport, jua nyuma yako kuna maslahi ambayo unamtekelezea. Sasa wamebanwa kidogo tu yani ndio unaona haya matamko yote na vurugu na kuwashinikiza kuwapeleka fitna kwa vijana, ili vijana waingie mtaani wafanye vurugu. Nawaomba sana vijana wa Kiislamu jitambueni na mkeni, nyinyi ni wafuasi wa Mtume Muhammad, nyinyi ni wafuasi wa Mtume Muhammad. Mtume anasema innama bu'ithu li utammima makarima al akhlaq, mimi nimekuja duniani, Mtume Muhammad, kuwafundisha watu tabia nzuri. Moja hiyo. La pili, viongozi wa kanisa Katoliki hawa, tunawazungumzia wa nchi hii, wamemkosa. Hawa wa sasa, viongozi wa sasa, wamemkosa mtu wa mfano wa Muadhama Pengo. Unajua kuondoka au kustafu kwa Pengo kuna matatizo makubwa kwa viongozi wa sasa. Pengo alikuwa ni mpatanishi mzuri baina ya wa Wakatoliki Tanzania na serikali. Pengo alikuwa anaikimbia fitna kabla haijaja. Mtakumbuka mwaka 2018. Wakatoliki waliandaa waraka, lakini hadharani alitoka akauziwia na kuwapinga wenzake na kuambia hadharani fanya dini kuwafundisha watu yale ya dini. Kazi yetu sisi siyo kwenda kutengeneza mazingira kupambana na serikali. Kwa kukosekana kwa mtu kama Pende na kuja hawa ambao walioko sasa, sina haja kuataja, ammalo, nipaya, nipaya, nipaya, ya kuwataja ni tatizo mno, tena ni tatizo ambalo ni baya, ni baya na ni kubwa. Bibilia inasemaje? Bwana, sisi wa Islamu mwongozo wetu ni Qur'an na wenzetu mwongozo wao ni Biblia, lakini hata Biblia yenyewe hao ndugu zetu hawaiheshimu. Sasa kama umefika hatua wewe ni askofu una jigambo na madigirii umesoma, lakini msingi wako ni Biblia, afu uheshimu Biblia yenyewe inakuwaje? okay, ukisoma kitabu cha Mathayo tano aya ya tisa inasema, heri ya wapatanishi maana wao wataitwa, heri ya wapatanishi maana wao wataitwa wana wa Mungu. Kibiblia, wana wa Mungu hapa sio kwamba Mungu amezaa. Naomba mnielewe vizuri, wana wa Mungu hapa maana yake ni utiifu kwa mwenyezi Mungu, unyenyekevu, usikivu na kutii mamlaka. Biblia inasema heri ya wapatanishi, maana yake Biblia inajua yoyote mwenye kupatanisha. Mwenye kupatanisha ana fungo kubwa mbele ya Mungu. Tanzania hii ya sasa inatuhitaji mno viongozi wa dini kuliko wakati wowote Bibilia inatutaka wakati kama huu, maaskofu, wachungaji, mashehe, tuwapatanishe watu wanaogombana, ili damu simakike. Lakini viongozi wa kanisa Katoliki wao wanachukua mafuta na kuongeza kwenye, wanachukua petroli na kuweka kwenye moto. Kinyume chake ni nini? Maneno hayo heriya wapatanishi, maana wao wat, wataitwa wana wa. Kinyume chake ya wasiokuwa wapatanishi, maana wao hawatokuwaaa

Mwenyezi Mungu atamgeuza juu yake patakuwa chini yake na chini yake patakuwa juu yake. Na wakatioliki wamegeuzwa, kwa sababu hata macho yao hawaoni, na ni kwa sababu ndugu yangu aliyetoka kusema hawa hawaoi. Ukioa huwezi kuzaa, na ukiwa una mtoto huwezi kujua adha ya kuuliwa au ya machafuko, kwa sababu we utachukua begi lako, pasipoti yako, utapanda ndege, utaondoka. Sasa kuna mtu ataanza kukusanya, we uko Mungu wamumguwakusukusuba yeye anaweza akaomba, sio kitu cha kuomba. Kwa kumalizia, kumalizia wazamini dakika kumi sasa na dakika nane tisa, kwa kumalizia, tis. kumalizia. Ndugu zangu, haya mauaji, machafuko, matatizo ya watu kuuliwa, kunyang'anywa mali hayajaanza katika wakati wa rais Samia. Mnamwonea kweli kwa kweli, ndio mtapendwa na Mungu. Mimi naomba kitu ambacho wote wajue, mwaka 1996 rais benjamin William mkapa akiwa na mwaka mmoja tu madarakani maana amekuwa ni rais kwa kuchaguliwa na nchi mwaka 95 kijiji cha kagunga kagunga ni kijiji kilichoko kaskazini mwa mji wa kigoma mjini hii ni tarafa ya kalinzi kata ya kagunga kijiji cha kagunga Rais wa awamu hiyo alisaini kijiji kile kifanywe operation mwezi wa pili tarehe kumi na sita siku ya Ijumaa mwezi wa Ramadhani, watu waliuawa kwa kupigwa risasi, tena sio polisi jevidaduikize. Wakati huo mimi nikiwa ni mwanafunzi wakati wa darasa la saba, baba yangu wakiwa ni shehe wakata. Mwezi wa Ramadhani, waislamu walinyweshwa maji mchana. Baba yangu wakati huo ana umri wa miaka sitini na tatu alivuliwa nguo na kabisa tutamwaga mboga hilo tunaweza kama mtamwaga ugali tutamwaga mboga, tutakapokuja baadaye, baada ya kupata maelekezo kwa viongozi wetu, alapa kwa viongozi wetu, tukipata maelekezo kwa viongozi wetu, hayo maandamano yanayoandaliwa, maandamano ambayo hayakubaliki haya kikatiba.